Saa sita kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Redio Kwizera FM. Msomaji ni Albert Endu Kavano na kwanza ni muhtasari wake. Vituo vya kulelea watoto elimu ya awali wilayani Karagwe mkoani Kagera vimetakiwa kufundisha watoto uzalendo ili jamii iweze kupata kizazi bora na chenye maadili. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linawashikilia wahamiaji raia 14 wa Burundi waliokamatwa wakiwa wameingia nchini kinyume na sheria kwa kutumia usafiri wa magari mawili tofauti ya abiria. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, amesema kuna hatua kubwa iliyofikiwa katika mazungumzo na maafisa ukirini wa Ukraini mjini Jeneva kuhusu mpango wa amani ulioandaliwa na Washington. Habari kamili. Karagwe, vituo vya kulea elimu ya awali kwa watoto wilayani Karagwe mkoani Kagera vimetakiwa kufundisha watoto uzalendo ili jamii iweze kupata kizazi bora na chenye maadili. Ushauri huu umetolewa na Padre Silvano Simgisha wa jimbo Katoliki la Kayanga katika mahafali ya kituo cha kulea watoto Daria Montessori. Padre mkamgisha amevitaka vituo vya kulelea watoto kuhakikisha vinafundisha uzalendo katika masomo yao ili kuwajengea uwezo wa kupenda nchi yao na kuilinda. Afisa ustawi wa jamii wilaya ya Karagwe, Bsuani Mkunja, amesema vituo vya kulea watoto vimekuwa vikisaidia serikali kulea watoto na kuwaondoa katika mazingira hatarishi. Arusha, watu watano wamefariki dunia na mmoja amejeruhiwa baada ya magari mawili kugongana katika eneo la Mbuyuni, wilaya ya Monduli mkoani Arusha. Taarifa ya kamanda wa polisi mkoa wa Arusha, Justini Masejo, amesema ajali hiyo imetokea jana majira ya mchana na kuhusisha basi la abiria lilokuwa likitokea Dodoma kwenda Arusha na gari dogo aina ya Mark X lilokuwa likitokea Arusha. Amesema kuwa waliofariki katika ajali hiyo ni wanaume watatu na wanawake wawili, majeruhi akiwa ni mwanamke pia, ambao wote walikuwa katika gari dogo. Majeruhi amelazwa katika hospitali ya jeshi ya Monduri kwa ajili ya matibabu zaidi. Aidha, amesema uchunguzi wa ajali hiyo unaendelea ikiwa ni pamoja na utambuzi wa waliofariki. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linawashikilia wahamiaji raia 14 wa Burundi waliokamatwa wakiwa wameingia nchini kinyume na sheria kwa kutumia usafiri wa magari mawili tofauti ya abiria. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza DCP B Mtafungwa amesema watuhumiwa hao wamekamatwa kwenye kizuizi cha barabara Busisi, tarafa ya Sengerema, ndani ya gari aina ya Tata aliyofanya safari zake kutoka Kabanga Ngara kwenda Mwanza. Hata hivyo kamanda Mtafungwa amesema wamefanikiwa kumkamata kondakta wa basi hilo Pendo Matembele mwenye umri wa miaka 36 mkazi wa Nyegezi jijini Mwanza, na dereva wa gari hilo Jonas Richard ametoroka. Jeshi la polisi limefanikiwa kuwakamata raia wa Burundi 14 ambao walikuwa wanasafiri kwenye magari mawili. 13 walikuwa wakisafiri kwenye gari namba T 337 dya tata inayotoka kwenye kampuni ya usafirishaji ya abiria iitwayo Chiza. Gari hilo linafanya safari zake kutokea kijiji cha Kabanga wilaya ya Ngara mkoani Kagera kuelekea katika jiji la Mwanza. Watu hawa baada ya kuhojiwa, imebainika kuwa waliingia nchini tarehe ishirini na mbili mwezi wa kumi na moja mwaka huu kupitia mpaka wa Kabanga ulioko mkoa wa Kagera na waliingia kinyume cha sheria. Jeshi la polisi nchini na idara ya wa uhamiaji wamekuwa wakihimiza wananchi raia wa kigeni kuingia nchini kwa uvunjifu wa sheria kuacha tabia hizo na raia kuwapokea raia wa kigeni na kufanya shughuli zao kwa kufuata sheria na taratibu za nchi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Redio Kwizera FM. Bujumbura. Shirika la kutetea haki za binadamu na ajira nchini Burundi, Altocho, limetaka mamlaka husika kuchukua hatua dhidi ya vyama vya ushirika kooperative vilivyohusika kuchimba madini viwashirishe taarifa zao. Katibu mkuu wa shirika hilo Bwana Vyane Ndachaisava amesema hayo jijini Bujumbura, na kwamba wana furahishwa na mabadiliko yaliyofanywa na serikali katika sekta ya madini kwa kuondoa makundi ya vigogo serikalini. Amesema hatua hiyo imeleta uwazi zaidi na kuongeza matumaini kwa wananchi wanaotegemea rasilimali za taifa hilo ili kujikwamua kiuchumi. Tofauti na hapo awali, baadhi ya vikundi vilidaiwa kunufaika binafsi. Bwana Ndachai saba amemwomba rais wa nchi hiyo Jenerali Evariste Ndayishimiye kutumia mamlaka yake kuyawajibisha mashirika ya zamani ya uchimbaji wa madini kwa kutowasilisha mapato na kujihusisha kulihujumu taifa. Jeneva, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Michael Rubio amesema kuwa hatua kubwa iliyofikiwa katika mazungumzo na maafisa wa Ukraini mjini Jeneva kuhusu mpango wa amani ulioandaliwa na Washington. Rubio amewaambia waandishi wa habari jana kwamba kwenye mazungumzo hayo wameandaa hati ya msingi ambayo ingetumika kwa ajili ya majadiliano zaidi kuelekea kufikiwa makubaliano ya amani. Ujumbe wa Rubio umejumuisha mkwe wa Trump, Jared Kushner, na mjumbe wa kidiplomasia Steve, Steve Witkoff ameeleza kuwa wamepiga hatua kubwa ya kupunguza vipa, vipengele vinavyozuia mivutano, na na naamini na watafikia malengo mkuu wa Umoja wa Ukraini Andrii Yermak amewaambia waandishi wa habari mapema kwamba pande hizo zimefikia pazuri kuelekea amani ya haki na ya kudumu ambayo watu wa Ukraini wanaistahili. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Vituo vya kulea elimu ya awali wilayani Karagwe mkoani Kagera vimetakiwa kufundisha watoto uzalendo ili jamii iweze kupata kizazi bora na chenye maadili. Jeshi la polisi mkoani Mwanza linaoshikilia wahamiaji raia kumi na wanne wa Burundi waliokamatwa wakiwa wameingia nchini kinyume na sheria kwa kutumia usafiri wa magari mawili tofauti ya abiria. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kuna hatua kubwa iliyofikiwa katika mazungumzo na maafisa ya Ukraini mjini Jeneva kuhusu mpango wa amani ulioandaliwa na Washington. Waza Wazua